Ilala oye, Sisiemu oye! Nataka niwaambie kwamba katika suala la utawala bora, suala la utawala bora ni kuhakikisha unaongoza nchi na kuangalia masuala ya watu na kuwashirikisha watu wenyewe kwenye kuyapata masuala yanayoyakera, lakini na kutoa suluhu ya masuala yanayoyakera. Sa katika kipindi hiki cha miaka mitano cha awamu ya sita tuliunda timu kadhaa, tuliunda tume za kuangalia mambo mbalimbali mbali. Tumeunda tume ya haki jinai kwenda kuangalia masuala ya haki jinai, haki za watu zinaamuliwa vipi, zinapatikana vipi. Na sasa sekta yetu ya haki, mahakama zetu, haki na sheria iko vizuri sana sana sana sana. Tume ya pili ambayo tuliunda ni tume inayoangalia uhusiano wetu na mambo ya nje. Tulifika pahali mambo yakawa sio mazuri sana, wakafanya kazi, wametuletea sasa, tumeweza kurudisha heshima ya Tanzania kwenye mataifa ya nje. Nataka kuambia tume zote hizi na zile ambayo nimesahau kuzitaja hapa, zimekwenda kwa wananchi kuwasikiliza na kuchukua maoni yao. Huo ndio utawala bora, ndugu zangu. Hakuna anayejua kila kitu. Mkitaka kuendesha nchi kwa amani, lazima uwashirikishe wenye nchi, na ndio demokrasia. Tunafanya kazi kwa ajili ya watu, naona na wao, watu ndio wenye mpini katika kuendesha nchi hii, na si watawala wenye mpini wa kuendesha nchi hii.